Bunge linaahirishwa wiki ijayo, na kwenye ratiba, mimi sitakuwepo kwenye bunge wiki ijayo. Nichukue nafasi hii kwa shukuru wote kwa namna tulivyofanya kazi pamoja. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwanza, na mshukuru na spika namna nilivyoshirikiana naye kumtii kwa maelekezo yote aliyetoa. Lakini washukuru wa bunge, bila nyinyi mambo haya hayaendi. Nashukuru serikali, kwa kweli imefanya kazi nzuri kipindi hiki. Tunastahili, tunastahili kujisifia na kujivunia kwenye taifa hili.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 Mwajali mayatima ambao wanahitaji misaada yetu na misaada mingi sana, ili na wao wawe sehemu ya taifa letu. Naendeni majimboni na takwimu za kazi anazofanya mweshimiwa rais kwenye nchi. Hao wanaofanya fujo, wanaetukana, wacheni waendelee na kutukana. Sisi tuna kiongozi nusu mtu, nusu chuma